Dada Hadija karibu sana, umetokea wapi? Umetusikia wapi? Umetokea nyumbani wapi? Kigoma, mwisho wa reli. Mda ulikuwa umekuja toka mwaka gani? nakakwa nane kwa hiyo okay. Shule umesomea mm huko -hmm. Umemaliza mpaka kidato cha nne eh. Baada ya kumaliza mm -hmm. Nyumbani kazi kai nyumbani, ukifanya kazi usafi wa ofisini, baada hapo nikajifunza kushona, unajua najua kiasi, unajua kiasi. Uh -huh na malengo yako ni kujiendeleza kwenye hiyo hiyo fani ya ushonaji, au utabadilisha? Kujiendeleza, na pia napenda kufanya biashara. Biashara, biashara gani unataka kuja kufanya? nguo. nguo kwenye kwenye hiyo biashara yangu, muda ambao ndipo hapo, kwenye biashara yangu natamani niwe nashona, uh -huh. pembeni kuna viatu, uh -huh. nguo, nguo tofauti tofauti, uh -huh. Hizo ndo ndoto, za hivyo ndo vitu vyako ambavyo unataka kuja kufanya. sawa sawa, haya, karibu. Kwa hiyo huku kwetu umekuja kwa ajili ya kutafuta nini? Nitafute pesa, mhm, nitaji ili niweze kufikia hicho kitu ambacho nataka kufanya. mm -hmm. So wakati unatusikia kwenye mitandao, nini kilikugusa ukachukua hatua ya kuja Kilichonigusa yani, ni kitu ambacho ni yani, nimeshangaa, yani si, yani, sijui kama sinaweza kuwa ni rahisi, kwa sababu nikajua labda, yani, maana kuna movie moja ambayo tunaangalia mitandaoni au na maigizo mm -hmm. labda mtu anakuja na kuchukua labda mm -hmm. Kana kuna kazi kituo kweli, kuna kituo ambacho wewe unakula unalala bure. Mhm. Mm sidhani ka yani, kana una uoga. Unajua mm -hmm. E, mm -hmm. ni mimi ni wala wewe ni ni da, ila ni unajisikilia. Nilikutaji kwa sababu nilikuwa nakuona Wanawake Live, nilikufuatilia sana. Mhm. Mm -hmm. Sasa nikahisi labda <laughs> ni uongo mm -hmm. kwa sababu niliona mtandaoni. Kuna mtu mm anatumia majina tofauti mtandaoni. Mhm. Mm Isla, banan, nake, <laughs> <laughs> Ehe, e, wengi wanawazaga hivyo, sio wewe tu. Kwa hiyo unakuta kwamba sio joisikiria mwenyewe, alafu shughuli <laughs> zake ndo hizo, unakuta zakua kuwauza wanawake, ndo ukawaza hivyo sasa kuna rafiki yangu tulikuwa tunafanya wote kule kazi, kufanyaje? Usafi wa ofisini aliokupa aliokupa imani mm -hmm. eh? akakupa eh. ushuhuda kwamba sio uongo uh -huh. akafanya akamaliza hadi mkataba kwao. Sasa hivi yuko wapi rafiki yako? Sasa hivi nje alienda, alienda Omani. Ah, ehe eh. Kaenda zake Omani kujiendeleza na hizi kazi mm -hmm. lakini kule wanalipwa zaidi mm -hmm. Eh, nice. Vipi sasa wewe, mbona hujataka kwenda Omani? ah. ah. Au <laughs> <laughs> utaenda eh, au utaenda baadaye, <laughs> ukishajipanga? Hapana, sasa sasa hivi, eh, ujue, hujafikiria si mm. sawa. Wala ukifikiria hamna ubaya, sina kupambana. Kila mtu anapambana kwa pale anapopaweza. Nakumbuka kuna wadada wachache wamewahi kuja hapa kwa ajili ya kujiandaa, kutafuta pasipoti, kutafuta sisi nini, vitu vitu tu ambavyo unajua ukitaka kwenda kule pia sio sio tu ni kama unavyokuja hapa unakula, unalala, unatafutiwa kazi. Kule kuna vitu ambavyo unapaswa ujiandae navyo, kuna ma process. Kwa hiyo nakumbuka kuna wadada wamewahi kuja hapa wachache tu, anafanya hapa kazi mkataba wa mwaka au miaka miwili afu baadaye anakuwa kashajiandaa vizuri, anaenda huko. Kwa hiyo sio kitu kibaya, ni katika kuendelea kujipambania. Unaweza kwenda popote kwenye hii dunia, umeona eh? Haya, kwa hiyo ami na wewe unatafuta kama kiasi gani hivi, labda yani, yani, nijaribu. Kwa hiyo Mw. mwaka mmoja milioni moja, huo e, mwaka mmoja kwanza Mw. E. Simona, akina Elis wamejaribu, wamerudi na nani mwingine nani? e. Damares naye alishakuja, sio wageni umeona e. kwa hiyo unaweza ukajaribu mwaka utapiga hesabu zako, unaangalia. Ukiona mambo yako vizuri, unaendelea na shughuli zingine. Ukiona bado unarudi. Yani sisi situpo sawa, mm. sawa. Okay, si tunakukaribisha Amina. Mm, cha muhimu tu ukafanye kazi kwa bidii sawa, mm. E, fanye, utaweza kufanya kazi ndani uh, vizuri kabisa mm. Utapambana na umeelewa, sisi sera zetu mm. Yaani sio mambo ya kutuambia bosi anagubu, unatakiwa upambane. Bosi akilalamika, manake wewe uwezo wako wa ufanyaji wa kazi ni mdogo kwa hiyo unajiongeza, unajipushi, unajisukuma zaidi, sawa sawa eh? Mm. Haya, karibu.